Na, muhariri mwanafamilia wa Mapro TV, karibu sana katika segment ya kimichezo ambapo tunaangazia habari kemkem za kimichezo ambazo zimejiri, nasi bila hiana tunaziweka hapa kila siku. Na kuomba ubonyeze neno subscribe kwa yeyote ambaye bado haujaungana nasi. Hishi bonyeza alama ya kengele ili usipoteze zile updates kali ambazo zinawekwa hapa kila siku. Taarifa kutoka nchini Algeria ni kwamba kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kimewasili katika nchi hiyo ya Algeria na kikosi hiko kimewasili kikiwa kimetokea nchini Dubai ambapo waliunganisha e, ruti ya kutoka Dubai kwenda Algeria kwa ajili ya mchezo utakaochezwa tarehe ishirini na nane ya mwezi Novemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano katika kutamatisha ile a, hatua a, katika kutamatisha mchezo wa pili katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League ambapo kama tunavyofahamu kwamba katika mchezo wa awali kabisa dhidi ya Young Africans waliweza kuondoka na alama tatu wakiwapiga msimali mmoja tu timu ya FAR Rabat kule nchini Moroko, ambapo goli hilo lilifungwa na Prince Dube mwanamfaume, ambaye aling'aa sana siku ile. Sasa baada ya kuwasili kwa kikosi cha Young Africans. A, nchini Algeria, hali bwana Uh, unaambiwa ni hatari kwelikweli, wa Algeria una vaibu la kufa mtu, kelele mitaani, lakini pia kumekuwa na upigaji wa mafataki ya hapa na pale maeneo ambayo Young Africans wamefikia, lakini pia kumekuwa na uwashaji wa zile flyers na vitu kama hivyo kwayo, kwa hiyo inasemekana kwamba um, kuna mashangwe mengi sana ambayo yanapelekea na namna fulani kama ya fujo, hali ya kuwa ni vitu ambavyo kama tunafahamu kwamba kwa nchi za Kiarabu wamezoea sana kufanya vitu kama hivyo. Tunakumbuka kipindi ambacho Young Africans walikwenda kucheza mechi ya pili ya fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya USM Alger, kulikuwa na vitu kama hivyo, mabaruti yamepigwa, flyers lakini pia kumekuwa makelele, nyimbo zikiimbwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hali ile ndiyo inatokea kwa hivi sasa. Naambiwa kikosi cha Yanga kipo katika maeneo ya hoteli ambayo wamefikia, lakini nje ya hoteli hizo bado uh, kuna wa mafans ama mashabiki wa timu ya JS Kabylie wakiwa wanapigwa shangwe za kufaa mtu wanaimba wapumziki mafatake inapigwa ni kama zote, kwa hiyo kumekuwa na hali fulani ya kuwatetemesha Young Africans ili pengine kuwapotezea um, ile concentration ya mchezo unaofuata, lakini kama unafahamu kwamba Young Africans wako vizuri sana katika masuala mazima ya psychology. Kwa hiyo nafikiri mwalimu anawatengeneza wachezaji wake katika concentrate na mechi hiyo na kuachana na yale yote ambayo yanaendelea nje ya nendelea, uh, hoteli hiyo. Hayo ndio yamejiri katika uh, kikosi cha Yanga nchini Algeria.